Sasa uelewe hivi, 2018 uchaguzi ulifanyika, Marekani iliutangaza ni kwamba haukuwa uchaguzi uhuru na haki, ni uchaguzi ambao ulikuwa na malalamiko mengi kutoka kwa upinzani. Sasa funny part ya ili sagalote ni kwamba kwenye uchaguzi wa 2018 alichaguliwa ama kutangazwa mshindi ni Nicolas Maduro, lakini mpinzani wake ambaye alikuwa ni, amba ni spika wa bunge ndugu Juan Antonio Guaido, alikuwa spika wa bunge. Huyu jamaa akawa ni mtu ambaye alikuwa anakubalika sana street, kwa hiyo akaonekana kama dokta silaha fulani hivi. Sasa huyu naye akajitangaza street kwamba, yeye yani akajiapisha mwenyewe. Sasa alivyojiapisha, Marekani ikatangaza kumtambua. Kwa hiyo argumenti ya serikali ya Marekani ama serikali ya Trump sasa hivi ni kwamba uh, tangu 2018 rais wa Venezuela ni Juan Antonio na sio Nicolas Maduro. Kwa hiyo wanamtafuta Maduro kama a rogue agent au a rogue president ya yeah. Yaani ni kama mtu ambaye ni, ni, ni muhuni ambaye ana kundi lake la jeshi ambalo linaiongoza Venezuela kwa mabavu.